Watazamaji wa Trend TV, e bwana Zuchu, mwanadada e ambaye yuko katika record label ya WCB Wasafi. E bwana Zuchu bwana, kuna jambo ambalo amelifanya huko mtandaoni sasa hivi lina make headline kweli kweli. Bwana Zuchu amekuwa akifanya vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vinakuwa ni talk of the town, yani watu huwaga wanavizungumzia. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vinafahamika vizuri mno kumuhusu Zuchu ni kwamba ni moja kati ya wadada au celebrity ambao huwaga hawapotezi muda pale wanapoona kwamba ukiwajia vibaya, wanakupokea kama unavyokuja Yaani hii bwana ni kwa maana ya kwamba Zuchu bwana, ukija na kashfa ukamsema vibaya ukamtukana ukafanya chochote kile, na yeye pia anakupokea hivyo hivyo. Yaani iwapo kama ukimtukana, basi ujue kabisa na yeye pia atakupa tusi. Kama ukija ukamsifia, anaweza akashukuru, kama akiona hiyo komenti na akajisikia kuijibu, basi atakushukuru. Lakini kama ukija ukamzungumzia kashfa, basi na yeye pia atakujibu kashfa, kama the way ambavyo wewe ulivyokuja. Sasa this time around bwana, ni kwamba bibie Zuhura au Zuchu eh, ni kwamba ameonekana akiwa anajibu baadhi ya komenti za wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakimsema huko mitandaoni na moja kwa moja bwana, ni kwamba hii imekuwa ni kama vile adhabu kwa kila ambaye anayemsema vibaya. Kwa hiyo kuna comment kadhaa ambazo Zuchu ameonekana akiwa amezijibu kupitia page mbalimbali mbali. baada ya kuposti tu ni kwamba eh, kuna watu wamekwenda pale katika page yake ku comment ni kwamba Zuchu anasoma na kujibu pale pale, iwapo kama akiona umemkera, umemkwaza, umemchifua yachi pite hiyo, lazima atakupa pale pale fatality. Sasa, hapa bwana, kuna mdau ambaye kiukweli, kitu ambacho amekizungumza ee, sio kitu cha kiungwana. Yani, sio ustaarabu hata kidogo, kwa sababu haiwezekani ee, msanii kama huyu Zuchu ni msanii ambaye anafanya vizuri, ana heshima na, na hadhi, lakini pia kikubwa zaidi ni shemeji kwa Watanzania wengi kutokana na kwamba

Sasa the same pia kwa bibie Zuhura naye bwana inshu ya kumsema vibaya na yeye pia huwaga hapendi na wala hapendezwi nayo. Kwa hivyo basi, hapa kuna mdau bwana amekuja kumshusha hadhi Zuchu, akiwa anadai kwamba kama vipi, bwana ni bora tu amtaftie kazi ya ndani, yani kazi za hausgeli, yani kwamba Zuchu kama kama vipi atafutiwe kazi yao ya hausgeli, kutokana na kwamba tumefahamu kwamba sasa hivi mashabiki wengi sana wameamua kuto kusapoti wasanii wao, na mmoja kati ya wasanii ambao wamekua affected na hiyo inshu si mwingine bali ni Zuchu. Hiyo inshu bwana, imedhihirika baada ya bibie Zuchu kuposti au kutoa kazi yake inayoitwa Reason, ambapo katika ngoma hiyo ya Reason bwana ni kwamba Zuchu yeye bwana tokea alivyoachia hiyo kazi ni kwamba mambo hayajawa mazuri kwa namna moja au nyingine. Ni kwamba ukipita katika peji ya Zuchu, basi moja kwa moja bwana utakutana na story ambayo inaonyesha kabisa eh, kwamba kwa namna moja au nyingine yeye bwana eh, ngoma zake hazijaenda vizuri. Yani watazamaji sio wengi, watu wajazipokea kwa ukubwa kama the wewe inavyokuaga siku zingine ambapo akiachiaga kazi tunajua uoga zinaenda viral, lakini kwa upande wa Zuchu bwana, mambo hayajawa hivyo hata kidogo. Sasa kutokana na mapokezi mabaya ya kazi za Zuchu bwana, imepelekea wadau hao mbalimbali mbali, watu kuja kuweka maoni yao wakiwa na mshauri Zuchu kama vipi, bwana ni heri akaamua na yeye pia e, akaenda kutafuta kazi kama vile ya uhausigeli kutokana na kwamba mziki bwana mambo kwa upande wake sio mazuri. Kwa hiyo hapa bwana, kuna huyu shabiki ambaye ameenda kucomment katika page ya bibi Zuchu e, ambapo huyu shabiki bwana amekuja hapa akaandika kwamba e, kuna mtu anatafuta beki tatu Vipi, uko tayari ni kuunganishe Zuchu au bado unakomaa na mziki? Huyo bwana ni mmoja kati ya mashabiki wameenda kucomment katika peji ya Zuchu, wakiwa anamuuliza kwamba kuna mtu anatafuta beki tatu, kuna mtu anatafuta beki tatu, e, tatu vipi uko tayari ni kuunganishe Zuchu au bado unakomaa na mziki. Ambapo Zuchu ameamua kumjibu huyu maana naona ni wazi kabisa ameleta fedha kwake, na Zuchu naye akaamua mjibu Alichokijibu Zuchu bwana ameandika kwamba mpeleke mama yako dia, akipata mshahara akurudishe shule uondokane na ujinga. E, kwa hiyo Zuchu bwana amemwambia huyu mtu aliyemwambia kwamba kuna kazi ya ubeki tatu amuunganishe nayo, Zuchu amemjibu kwamba ampeleke mama yake Peji mbalimbali bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na majibu hayo ya Zuchu. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika kwamba bwana Zuchu eh, Zuchu na watu wake bwana kwenye comment eh, kuna mmoja kwamba eh bwana ah, alafu akakaa emoji za kucheka. Lakini pia vile vile kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika eh, jambo ambalo eh bwana linamuhusu tena huyo huyo eh, bibi Zuhura, ambapo pia limemkwaza kweli kweli, kwa sababu watu wameanza kumshindanisha na Mario. kuna mdau hapa bwana, kwa mujibu wa mapokezi ya nyimbo za Zuchu ukilinganisha na nyimbo za Marioo, nyimbo ya Marioo bwana imepokelewa vizuri zaidi, tofauti na nyimbo ya Zuchu. Kwa hiyo hapa bwana eh, kuna yuko anayenichachafya nchi hii? Niko kwenye safari yangu peke yangu, sishindwi wala sishindani na mtu. Ameandika hivyo Zuchu, kumjibu huyo shabiki ambaye amezungumza kwamba Marioo amemchachafya. Ya, kwa hiyo hii pia ni tendency ya Zuchu siku hizi amekuwa akiwajibu watu mbalimbali ambao wanaenda kucomment vitu kwenye peji yake ya Instagram hususan e, akiona kwamba hajapendezwa nacho, huaga apotezi muda, anajibu pale pale on the spot. Umeona bwana, kwa hapo, kuna mtu ameandika kwamba bwana Zuchu na walimwengu huko kwenye comment section. Kuna mdau mwingine hapa ameandika kwamba bwana huyu jamaa alivyomalizwa e, kujibiwa, nahisi kalamba block kabisa kupunguza kielele. Ana unaambiwa kwamba Zuchu bwana, ukienda kukomenti chochote negative lazima akulambe block. Kwa hiyo huyu naye alienda kukomenti mpaka amejibiwa, nadhani baada ya hapo atakuwa amekula kufuli. ya so, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, ndogo tukisoma na kureply kila comment, na pia vilevile hakikisha vile tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.